So, mimi nataka niseme hivi, nataka niseme kwa heshima, tunaomba kwa heshima, itakuwa hatari kwetu, kwa nchi yetu tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojee tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa, tutulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa kampeni there is no problem. Itafika, mimi nitafika hapa sitakuwa na hii blazer, hii blazer koti. Nitakuwa na t-shirt na kofia kwa sababu ni wakati wa kampeni, si namna hiyo? Lakini kwa sasa tunaomba kwa heshima tuweke mambo ya wananchi mbele, tushughulikie uchumi wetu, tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki ya yao lakini tusi ujumu umoja na uthabiti wa taifa letu la Kenya. We are one country, one people, and Kenya is our home.